Jua haki zako na Benson Wakoli. Jambo msikilizaji, na karibu kwenye makala ya Jua haki Zako juma hili. Siku zote makala haya hukuelimisha kuhusu haki zako chena za kimsingi. Katika makala ya leo msikilizaji, tunajikita kujadili namna gani mazingira yamechangia kukosekana kwa haki za kimsingi za mtoto, tukirejelea zaidi ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za watoto UNICEF pamoja na mkutano uliofanyika nchini Kenya kuhusu mazingira. Karibu. Jina langu mimi ni Bwana Benson Wakoli, andamana nami hadi tamati ya makala haya. Ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa inayoshughulikia watoto UNICEF imesema watoto waki wa wakiafrika wameathirika zaidi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na kwa kiasi kikubwa hili limesaulika na dunia. Kwa mujibu wa UNICEF, mataifa ya Chad, Nigeria, Guinea, Guinea Bisau, Somalia na Sudani Kusini ni miongoni mwa nchi ambazo watoto katika mataifa hayo wameathirika zaidi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, hili likiathiri haki yao kupata chakula, maana hakuna shughuli za kilimo zinazoendelea kutokana na kiangazi au mafuriko, wazazi wakilazimika kukimbia makwao, huku baadhi ya watoto wak potea watoto wa kike nao wakilazimika kuingia katika ndoa za mapema, hili likiongeza kutokuwepo kwa usawa wa kijinsia katika jamii. Kitika Goyulo ni mkuu wa UNICEF kanda ya Afrika Mashariki na Kusini. Physically, kimwili, watoto hawana uwezo wa kustahimili hadhari za mabadiliko ya tabianchi. Miongoni mwa hadhari hizi ni pamoja na mafuriko na ukame tunaoshuhudia katika jamii yetu hii leo. Kiakili, watoto wapo katika hatari zaidi inayotokana in na sumu ambayo tumekuwa tukishuhudia hivi karibuni katika hewa, mchanga na maji. Watoto wapo katika athari zaidi ya kufariki kutokana na magonjwa kama vile marelia na virusi vya dengue. Mateso haya ambayo watoto hupitia kwenye maisha yao ya mapema husalia katika maisha yao, na hili huwafanya kuwa watu dhaifu kwa jamii na licha ya kwamba bara la Afrika lichangi kwa kiasi kikubwa uchafuzi wa mazingira, haki za bara hili zimekiukwa kutokana na kwamba ndilo limeathirika zaidi kutokana na uchafuzi wa mazingira. Watoto wanaotoka kwa jamii maskini wametajwa kuwa ndio wanaoathirika hata zaidi na mabadiliko ya tabia nchi, kwa mujibu wa shirika la UNICEF. Hapa bwana Goyulo anatoa ufafanuzi. Watoto kutoka to jamii maskini ndio wanaobeba mzigo mkubwa, maana hawana uwezo wa kukabili adhari inayotokana na mabadiliko ya tabia nchi, kutokana na kukosa maji safi, kukosa huduma za matibabu Africa. Na masuala kama hayo, kihistoria bara la Afrika linafahamika kuwa mwenyeji wa jamii nyingi. Leo bara hili ni moja ya bara ambalo alichangia pakubwa kwa uharibifu wa mazingira ambayo tunashuhudia, hila ni kinaya kwamba ndilo linaloathirika zaidi. By the consequences of climate change. Jua haki zako na Benson Wakoli. Na msikilizaji, baada ya kupata ufafanuzi huo kutoka kwa bwana Gawilo kutoka shirika la UNICEF, sasa naungana kwa njia ya simu na bwana Ibrahim Alubala, afisa wa masuala ya uongozi katika shirika la kimataifa la kutetea haki za watoto la Save the Children nchini Kenya. Nam bwana Ibrahim, kongamano lililofanyika nchini Kenya la mazingira limegusia athari zinazomfikia mtoto moja kwa moja kutokana na uchafuzi wa mazingira. Kwa mtazamo wako ama kwa kauli yako hili, u unalizungumziaje mabadiliko ya hali ya hewa? yameathiri sana aa, haki za watoto. Aa, kwanza kabisa kuna lile suala la afya. Utapata kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yamechangia pakubwa kuwepo kwa mkurupuko wa maradhi ambao mara nyingi watoto ndio wa, wanaathirika wana pakubwa vitu kama floods. Uh, mvua ikinyesha nyingi utapata kwamba kuna floods. Utapata kuna ma, maradhi fulani ambayo yanaweza tokana na na, na, na ile ma, maradhi mengi tu kwa mfano eh, bilhazia ama kichocho, maradhi kama uh, malaria na wakati hiki kinafanyika E, jinsi lilivyosema watoto ndio wanaathirika pakubwa. Sijui unahisi kwamba serikali zetu hapa Afrika, hapa nchini Kenya, Uganda, Tanzania zinafanya vya kutosha kuwakinga watoto kutokana na yale maswala ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi, mafuriko, ukami kwa mtazamo wako? Naweza sema kwamba serikali zimejaribu e, jinsi zinaweza kuhakikisha kwamba e, madhara ambayo yanatokana na mabadiliko ya hali ya hewa na mchango wao kwa kwa, kwa masuala ya haki za watoto, serikali zimejaribu. Kwa mfano nikizungumzia Kenya, kwa mfano e, utapata kwamba kuna zile miswada ama zile sheria ambazo e, zimetengenezwa maarufu Climate Change Act, ambazo zinazungumzia, zina masuala ya ya mabadiliko ya hali ya hewa e, na hizi sheria ukiziangazia kwa undani utapata kwamba zinajaribu kutenga fedha um, climate change fund ambayo um, kwa kawaida tumesema 2% ya mgao ama bajeti ya kaunti ya inafaa izingatie masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, kitu ambacho pia kimeendelea kujitokeza, ni kuna mbinu yoyote ambayo mataifa yetu yanaweza fanya ili kuhakikisha kwamba yanamkinga moja kwa moja mtoto asiathirika na mabadiliko ya tabia nchi? Tumeona baadhi hata wamekosa kufika shuleni, namna umeeleza, kutokana na ukame, badala yake wanatafuta chakula. Kuna mbinu ambayo inaweza tumika kuzuia mtoto kuathirika moja kwa moja na mabadiliko ya tabia nchi? Uh, na sisi kama mashirika ya kijamii, kwanza, wache nianze na mashirika ya kijamii tumeweza kuja na zile tunaita contingency plan ama e, mipangilio ambayo inafaa e, ihakikisha ya kwamba e, tunachangia, tuna pia kuhakikisha kwamba tunapambana na haya majanga ambayo yanatokana na mabadiliko ya hali ya hewa na serikali pia zinafaa zije na e, mipangilio kabambe kama hiyo, kuhakikisha kwamba e, haya masuala yanazingatiwa. e, yana tumeona, nimezungumzia ni juu ya sheria ambazo e, zimetengenezwa e, ka, e, na serikali ya kitaifa na pia serikali ya kaunti, na jambo la muhimu ni kuhakikisha kwamba hizi sheria ambazo zinatengenezwa lazima zitekelezwe, kwa sababu ni jambo moja kutengeneza sheria. Kwa mfano, zile climate change acts ambazo nimezungumzia zimetengenezwa na kila kaunti, lakini e, jambo ambalo ni la muhimu si kutengeneza sheria tu, lakini ni kwa kisha kwamba ile sheria ambayo imetengenezwa inatekelezwa ipasavyo, hivyo hivyo pia na ile sheria ya kitaifa. E, uki, ukiangalia kwa mfano e, hapa Afrika Mashariki pia masuala ya e, climate change yanaangaziwa pakubwa, na tuna mikataba ambayo tunatengeneza katika Afrika na katika Afrika Mashariki, lakini jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba hizo sheria ama mikataba ambayo e, tunakubaliana ama tunatengeneza lazima tuitekeleze, ukihusisha wananchi, pia watoto wahusishwe, kwa sababu huwa tunasema kwamba watoto ndio ambao wanapata hatari e, kubwa sana ya haya majanga na pia hao ndio wako na watapoteza pakubwa iwapo tutakuwa na majanga kama haya. Kwa hivyo, e, ba, mbali na kuhakikisha kwamba tunatengeneza tuna hizo contingency plans, lazima pia tuhusishe watoto na tuhusishe wananchi kwa ujumla na umma kwa ujumla kuzitengeneza. A, nyimbo nyingi sana zimeimbwa kuhusiana na wakati umewadia mabadiliko kufanyika na kutekeleza sheria hii. Unadhani mkutano huu wa Nairobi na maazimio yaliyotolewa yatakuwa na a, hatua zozote zitakazochukuliwa kinyume na mikutano ambayo imefanyika pale mbeleni, unadhani mkutano wa Afrika ukiwa wa kwanza utakuwa na mchango wowote kuhakikisha kwamba mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamechangia kwa athiri haki za mtoto yanatekelezwa? Tuna matumaini ya kwamba haya yatatekelezwa. Uh, kwa sababu tumeona uh, ile tunaita political will uh, ni kubwa sana. Uliona uh, viongozi wengi wa mataifa ya kutoka kwa bara la Afrika walihudhuria na pia wakatoa hotuba zao na wakatoa mchango wao, wakisema ya kwamba uh, hili ni jambo ambalo wanataka kutilia mkazo. Kwa hivyo uh, mara nyingi mambo mengi huwa hayatekelezwi kwa sababu hamna ule uh, ile tunaita kwa kimombo political will ama uh, uh, ule msisimuko wa kisiasa ambao unaweza changia kuhakikisha kwamba haya masuala Kumbuka, wanasiasa wana, wana, wana mchango mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba haya mambo yanatekelezwa. Kwa hivyo kama watakuwa e, wanayatilia mkazo, basi itafanyika. Jambo la pili ni, e, ambalo ni la muhimu ni kwamba bara la Afrika kwa mara ya kwanza limekuja pamoja na kuwa na sauti moja e, bad, n, kupitia kwa hiyo tunaita Nairobi Declaration, haya maazimio ambayo tumeweka kwenye huo mkataba yatatekelezwa. Kauli hiyo msikilizaji, ya bwana Ibrahim Alubala kutoka shirika la Save the Children nchini Kenya. Ndipo nahitimisha makala leo ya Jua haki Zako. Hadi juma lijalo, ndani ya makala haya ya Jua haki Zako. Jina langu mimi ni bwana Benson Wakoli. Kwa heri.